Huku vuta ni kuvute kati ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuhusu ugavi wa mapato ya kitaifa ukizidi kushuhudiwa, magavana sasa wanashinikiza kutengewa shilingi bilioni 536, mwaka huu wa kifedha. Hayo ni kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati ya bajeti na mipango katika baraza la magavana ambaye pia ndiye gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Baraza, alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu bajeti. Functions which are

Haya yanajiri siku moja tu baada ya waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi kuweka wazi kuwa kaunti zitapokea shilingi bilioni mia nne kumi na saba, usemi ambao umepingwa na gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti. Akizungumza wakati wa hafla ya kuzindua rasimu inayobaini thamani ya mali inayomilikiwa na serikali ya kaunti ya Machakos, gavana Ndeti amebaini kuwa serikali ya kitaifa inachelewesha mgao wa serikali za kaunti hadi kufikia muda wa miezi mitatu, hali ambayo inalemaza shughuli za kaunti. Pesa zikija muka, tutafanya uh, nini tutawalipa. Gavana Wavinya akidokeza kuwa kutokana na hili serikali za kaunti zinalazimika kukopa pesa ili kuendeleza shughuli zake na kutafuta mbinu za kujitafutia hazina kama ukusanyaji ushuru. We do not have to wait for national government to give us money. We have the potential. Si tujitegemee. Yes. Tutajifunza kujitegemea. Eh? Acha. Katika hafla hiyo, siasa za kaunti zilishika kasi, naibu gavana Francis Mwangangi akiwaonya wanaozidi kupinga serikali ya Machakos na kusema hizo ni kelele na zitawazuia kuhudumia wananchi. Kwa upande wake waziri wa ardhi na Daniel Nganga akisema amekusanya maoni ya wananchi na watayajumuisha katika rasimu hii, ili usemi wao usikike. Isaac Musyoka, Undugu TV.